Mlango wa 32. Ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakeribu mfalme wa Ashuru akaja, akaingia katika Yuda, akafanya marago juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba ataipata iwe yake. Basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia wakakusanyika watu wengi, wakazizuia chemchemi zote na kijito kilichopita kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Akapiga moyo konde akaujenga ukuta wote uliobomoka akauinua sawa na minara na ukuta wa pili nje, akaongeza nguvu ya milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo akisema, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekiya, mfalme wa Yuda. Na baada ya hayo Senakeribu, mfalme wa Ashuru, akatuma watumishi wake waende Yerusalemu, naye alikuwapo mbele ya Lakishi na uwezo wake wote pamoja naye, kwa Hezekiya mfalme wa Yuda na kwa Yuda wote waliokuwa kwa Yerusalemu kusema, Senakeribu mfalme wa Ashuru asema hivi, mwatumainia nini hata mkae mkihusuriwa katika Yerusalemu? Si yeye Hezekia anayewashawishi mtolewe kufa kwa njaa na kwa kiu, akisema Bwana Mungu wetu atatuokoa na mkono wa mfalme wa Ashuru? Si yeye Hezekia huyo aliyeondoa mahali pake pa juu na madhabahu zake akawaamuru Yuda na Yerusalemu akisema, abuduni mbele ya madhabahu moja na juu yake mtafukiza uvumba? Je, ninyi hamjui mimi na baba zangu tuliowafanyia watu wote wa nchi? Je, miungu ya mataifa wa nchi iliweza kuokoa kwa lolote nchi zao na mkono wangu? Ni yupi miongoni mwa miungu ya mataifa wale walioharibiwa kabisa na baba zangu aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu, hata Mungu wenu aweze kuwaokoa ninyi na mkono wangu? Basi sasa asiwadanganye Hezekia wala asiwashawishi kwa hayo, wala msimwamini, kwa kuwa hapana mungu wa taifa lolote wala wa ufalme wowote aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu au na mkono wa baba zangu Sembuse Mungu wenu atawaokoaje ninyi na mkono wangu? Na watumishi wake wakazidi kusema juu ya Bwana Mungu na juu ya Hezekia mtumishi wake. Tena akaandika waraka kumtukana Bwana Mungu wa Israeli na kumwambia akisema, kama vile miungu ya mataifa wa nchi isivyowaokoa watu wao na mkono wangu, vivyo hivyo Mungu wa Hezekia hatawaokoa watu wake na mkono wangu. Wakawalilia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi watu wa Yerusalemu waliokuwa kwa ukutani, ili kuogofisha na kuwafadhaisha, hata wapate kuutwa mji. Wakamnenea Mungu wa Yerusalemu, kana kwamba kuhitaja miungu ya mataifa wa nchi iliyo kazi ya mikono ya watu. Na kwa ajili ya hayo, Hezekiya mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba wakalia, hata mbinguni, naye Bwana akatuma malaika aliyewakatia mbali mashujaa wote na majemedari na maakida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudia nchi yake mwenye haya ya uso. Naye alipoingia nyumbani mwa Mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga. Nivyo Bwana alivyomwokoa Hezekia na wenyeji wa Yerusalemu na mkono wa Senakeribu mfalme wa Ashuru na mikononi mwa wote, akawaongoza pande zote. Watu wengi walimletea Bwana zawadi huko Yerusalemu na vitu vya thamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. Katika siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa; akamwomba Bwana, naye akasema naye, akampa ishara. Walakini kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka; kwa hiyo ikawako hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Hezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Naye Hezekia akawa na mali nyingi mno na heshima; akajifanyizia hazina za fedha na za dhahabu na za vito na za manukato na za ngao na za namna zote za vyombo vya thamani; ghala pia za mazao ya nafaka na mvinyo na mafuta na malisho ya wanyama wa namna zote na makundi mazizini. Tena akajifanyizia miji na mali za kondoo na ng'ombe kwa wingi, maana Mungu alimtajirisha sana sana. Naye huyo Hezekia ndiye aliyezuia chemchemi ya juu ya maji ya Gihoni, akayeleta chini moja kwa moja upande wa magharibi wa mji wa Daudi. Akafanikiwa Hezekia katika kazi zake zote. Walakini kwa habari ya wajumbe wa wakuu wa Babeli waliotuma kwake kuuliza ajabu iliyofanywa katika nchi, Mungu akamwacha ili amjaribu, ili kwamba ayajue yote yaliyokuwa mumoyoni mwake. Basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na matendo yake mema, tazama, yameandikwa katika maono ya Isaya nabii, mwana wa Amozi, katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Hezekia akalala na babaze, wakamzika mahali pa kupandia makaburi ya wana wa Daudi na Uyuda wote na wenyeji wa Yerusalemu wakamfanyia heshima alipokufa, na Manase mwanawe akatawala mahali pake.